Assalamu aleikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tunaposema jambo eh, linaendelea vyema, basi ni kama ambavyo unashuhudia kamati mbalimbali mbali, eh, zaendelea na vikao hapa eh, makao makuu jijini Dar es Salaam, na hapa nakutana na makamu mwenyekiti na huyu si mwingine ni Sheikh Ali Khalid Ngeruko. Yeye anayo machache ya kueleza na ni kukumbushe tu tunapomzungumzia Sheikh Ali Hamisi Ngeruko, huyu ni mjumbe wa baraza la ulababa kwa taifa lakini ndio naibu kadhi mkuu Tanzania bara, hizi ni nafasi na katika hili la dua, yeye ni makamu mwenyekiti. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah wa salatu wa salam wa ala rasulillah wa alihi at-tayyibin at-tahirin wa sahabatihi al-ghurril mayami wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumi dini. Wa watu kwa kweli, tuko katika kusimamia kuendeleza eh, ile konsepti ya baraza, konsepti ya mheshimiwa mufti wa mufti, kama alivyotangaza kwamba baraza sasa linajihusisha na, na eh, kujipanga kuiombea nchi dua. Tangazo hili amelitoa eh, na sisi eh, tunaliendeleza kidogo kidogo, hatimaye kufika tunapo pakusudia. Kama tunavyofahamu, hakuna, hakuna cha rahisi bure, hakuna cha bure bure, kila kitu kina gharama eh, kwa mujibu wa maelezo hayo tunalazimika eh, kuunda kamati, ndio hizi ambazo nazoziona zipo hapo, kamati za, za dua. Kuna kamati za makaribisho, kuna kamati eh, za mambo mbalimbali. Hii yote ni kutaka kuona kwamba jambo linafanikiwa na baraza linatekeleza wajibu wake ule wa kuliombea taifa eh, na hatimaye tunafika mahala taifa linakuwa salama, taifa linakuwa na amani, taifa linakuwa na mshikamano, taifa linakuwa na eh, mshikamano, amani, utulivu, eh, taifa linakuwa na kheri taifa Mwenyezi Mungu analilinda, anali na shari za kila aina. Kwa hiyo hakuna cha bure, hakuna cha rahisi e, lazima kupambania. Tunaipambania nchi yetu e, katika sura hiyo. Kwa hiyo tupo hapa, tunajipanga e, kwa kamati zetu hizi kwa mambo mbalimbali na mipango mbalimbali, ili tuweze kufikia lengo tulilokusudia. Ndugu e, mtazamaji, unaitazama e, kwa namna yote utakapokuwa unalizungumzia hapa ni taifa la Tanzania. Taifa, ukisema taifa, maana yake ni ndani yake mna kila aina ya mambo. Kuna watu, kuna nchi yenyewe, na watu wamegawanyika maeneo tofauti. Kuna wenye dini, wasiokuwa na dini e, kuna Waislamu, wasiokuwa Waislamu, na dini nyingine ambazo zinajulikana zinazoitwa dini <laughs> lakini sisi tunachopigania ni taifa. Sasa wewe kama ni Mtanzania, mwana taifa hili, usiwe nyuma katika kuunga mkono juhudi hizi, kwa sababu tunachokikusudia ni jambo la heri, ni jambo la kuleta maendeleo ya nchi. Nchi kama haina amani, haiwezi kuwa na maendeleo ya aina yoyote, na ushahidi tunaoona kupitia katika zile nchi ambazo amani hakuna. Kwa hiyo tuko hapa kwa ajili hiyo e, tunajipanga kufikia tarehe nane e, tarehe tisa hadi tarehe kumi kwa ajili ya dua. Tarehe nane siku ya Alhamisi, tarehe tisa siku ya Ijumaa, tarehe kumi siku ya Jumamosi. Hizi siku zote ni siku za dua, siku za mawaidha siku za kufanya mambo mengi. Tunatoa mwito kwa, kwa wale ambao wenye uwezo basi wa waje, e, waje kwa namna mbalimbali. Hiyo ni siku ya Qurani, basi njoo usome Qurani. Siku ya Alhamisi itakuwa ni siku ya madua, madua tu, hakuna kitu kingine. Kwa hiyo itasoma Qurani kwa wingi. E, Mwenyezi Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema Yasin qalbu alquran, ile yasini ndio moyo wa quran, na sura alikhlas thuluth alquran. Hizo zitasoma kwa wingi sana. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anasema ya ayuha alladhina amanu dhkuru llah dhikran kathira, enyi waumini tajeni Mwenyezi Mungu sana. Tutamtaja sana siku hiyo. Mwenyezi Mungu anasema fadhkuruni, nitajeni, adhkurukum, na mimi nitawataja kwa hiyo itakuwa ni siku ya dhikri, kwa maana walillahi alasmaul husna faduhu biha, Mwenyezi Mungu ana majina mazuri, majina ya kumwita na akaitika. Mwiteni kupitia majina hayo, mwombeni kupitia majina hayo. Tutayataja majina ya Mwenyezi Mungu 99 yale majina 99 tutayataja, nikiwemo jina la Razaq, nikiwemo jina la Rahim, nikiwemo jina la Rahman, Ghafur, tuajina Mwenyezi Mungu majina yote hayo kwa ajili ya kututengeneza sisi katika taifa letu, ili tuwe watu kwa hiyo. Tunamtaja Mwenyezi Mungu sana, tutamuomba Mungu kupitia Qur'an, tutamuomba Mwenyezi Mungu kupitia majina yake, tutamuomba Mwenyezi Mungu kwa dhikri. lakini pia eh, tutamwomba Mwenyezi Mungu kwa tabara, kwa unyenyekevu, kwa heshima ya hali ya juu tukiwa, eh, tunataraji tuna dua yetu ikubaliwe, lakini pia tutatasadaka, tutatoa sadaka kwa sababu, as-sadaka sadaka ni kitu ambacho eh, kina kinachochea eh, ijaba kujibiwa dua. Sadaka inachochea dua kujibiwa <coughs> kwa hiyo eh, tuta eh, tutakuwa eh, na sadaka za kila aina, watu watakula chakula. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, wa at'imu ta'am Walisheni watu chakula. wafu salam, endezeni amani. Yeah. wasallu, wasallu, wasallu billaili wannasu niyam, salini usiku watu, wakati watu wamelala. Na siku hiyo watu watakuwa na itikafu, watu watakesha, wata, wata, wata, wata, wata, wata, wata. Yeah. Yote haya ni kutafuta dua zetu zikubaliki, lakini tutalisha chakula. Sasa kama tutalisha chakula wewe ukiwa na mchele lete, ukiwa na maji lete, ukiwa na juisi lete, ukiwa na, na, na ng'ombe lete, ukiwa na mbuzi lete, ukiwa na kuku lete, ili mradi lete kile cha sadaka. Una majani ya chai ya lete, kwa sababu watu watakunywa chai sana usiku na mchana. Ukiwa na sukari lete, kwa sababu sukari watu watatumia kwenye chai <sighs> kupitia sadaka. Tunataraji Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala atatakabali, eh, dua yetu. Mvua zitakuja za kheri, mvua zitakuja zile sio za kuumiza. Jua litakuja la kheri, sio jua la kuumiza. Eh, jamii itastawi, kwa sababu tusisahau kwamba kuna mmomonyoko wa maadili. Eh, huu mmomonyoko wa maadili lazima tumuombe Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala atuondolee kizazi chetu, akitengeneze kitengenezeke, vijana wetu wasome wakubali kusoma. E, vijana wetu wawe watu wema, awatunze wa, wa, wazazi wao waitunze nchi yao wafanye kazi kwa bidii ili nchi iweze kuleta pato. E, kwa hiyo yote hayo ndio matarajio yetu. Baada ya dua, Mwenyezi Mungu ailinde nchi hii, baada ya dua, Mwenyezi Mungu ailinde nchi hii. Kama kuna mtu anayekusudia vibaya nchi yetu, basi dua ndiyo italinda. Kama, kama kuna mtu anatutazama vibaya, Mwenyezi Mungu hayo macho ya huyu mtu hayapofoe, yapofoke, asione Tanzania. Tuna kupitia dua, tunakabidhi viongozi wa nchi hii kwa katika mikono ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu awalinde, Mwenyezi Mungu awahifadhi, Mwenyezi Mungu awape kila laheri viongozi wa nchi hii, lakini na raia pia. Mwenyezi Mungu awalinde raia wa nchi hii na nchi yenyewe kwa ujumla tunaikabidhi katika mikono yake Mwenyezi Mungu wa Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu muumini silaha yake ni dua. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema silahul muumini adua, silahul muumini dua, ndio silaha ya muumini. Kwa hiyo muumini anajidaiya na dua, kwa sababu ndani ya dua anamuomba nani? Anamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu ndio khaliku kulli shay, ndio aliyeumba kila kitu hakuna kitakacho kwenda kinyume na Mungu ambaye yeye ndiyo muumba. Nadhani e, nimefikisha e, ujumbe e, kama tulivyosema e, kamati zipo e, za kila aina zinasimamia mambo mbalimbali. Na kama baraza, lazima tujue baraza lina mahusiano makubwa na nchi hii, tokea huko asili. Wazee waliotuachia hili baraza walipambana usiku na mchana kuhakikisha kwamba uhuru unapatikana katika nchi hii, na walivyoupata uhuru walisimama kidete kuliombea ili taifa, na ndio maana unaona hatimaye iko hivi. Kwa hiyo na sisi tumerithi kupitia wazee wetu, lazima tusimame kidete kutumia silaha ya dua kwa mambo yote kuitetea nchi na kuilinda nchi. Wabillahi tawfik, wasalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.